Oh yes, bwana ni Balimponya TV ambayo lengo lake ni kukufahamisha visa na mikasa, hasa katika sehemu hii ya kwanza ambayo tunakuletea visa na mikasa vinavyohusisha ugomvi kati ya Mungu na Shetani. Ni visa ambavyo vimetungwa katika mfumo wa tensi, na wewe unayo nafasi ya kusikiliza vizuri sana eh, kile ambacho utakisikia. Ujumbe ulioko humu pengine unaweza kuelimisha kwa namna moja ama nyingine, ama ukafahamu historia walao kwa uchache nini kilitokea mpaka kutokea ugomvi kati ya Mungu na Shetani. Hii ni tenzi, naomba usikilize kwa umakini, utashare, utalike, uta comment kutokana na kile ambacho utakisikia. Lakini cha msingi, usiache kusubscribe, halafu nabonyeza alama kengele. Hapo unakuwa kwanza kupata zile notification pale tu tunapokuwa tumeachia kitu. Sikiliza hiyo. Ni Mungu afahamika kwa sifa, ametukuka, kazi zake zasikika, wakwake twanufaika na kwa zake nyingi kazi kaweka wasaidizi Mungu na yake mapozi akang'ara kama mwezi. kuboresha kazi zote kagawa vyeo kwa wote ili dunia yote wajue mambo yote Mungu kagawa majina bila hata ya fitina katika kuchunguzana hakuwemo Kristina walopewa nafasi bosi wao ni Rusfa Shetani kimataifa anapenda sana sifa na wala hawazi kufa Rusifa kwa roho mbaya akaanzisha ubaya siyo tuwa kwenye kaya Afrika mpaka Ulaya. Rusifa huyu shetani akaanza kutamani, apendwe kama manani, atawale na mbinguni. Shetani kwa cheo chake akawashawishi wenzake, mwenye mbingu wa muteke, vitu vyote viwe vyake. Kwa mawazo ya kijinga akadhani anajenga, wachache wakampinga na wengi wakajiunga. Akaanza uchokozi kwa kujiita mwokozi, akamtusi mwenyezi na kujifanya bitozi. Mungu akiwa mbinguni, akamwita shetani, wataka nikupe nini, mbinguni na duniani? Shetani akafikiri, ya mbinguni ni mazuri na duniani ni shwari, akajibu kwa jeuri, nataka unipe vyote, nitawale pande zote, na majeshi yako yote mue chini yangu wote. Mungu akamtazama kwa upole, akasema mimi nitasimama kwa kuwa mimi ni mwema. Shetani akaudhika akataka kupasuka, akazungukazunguka na kisha akatamka e Bwana. Sizoni ya kwanza leo inaishia hapa. Kwenye tenzi hizi kuna ujumbe ambao umeupata, so kile ambacho umekisikia utakwenda kucomenti hapo na utatuachia e, maoni yako. Cha msingi sana, endelea kutufuatilia kwenye mitandao ya kijamii Facebook, Instagram pamoja na YouTube channel yetu kwa Balimponya TV Utakuwa umefanya jambo jema sana. Baada ya kukasirika shetani, kuna maneno ambayo aliyatamka hapa. Ni maneno gani hayo? Usikose kufuatilia katika sehemu ya pili, katika kisa hiki cha ugomvi kati ya Mungu na shetani. Oh yeah.